Hayo majuzi yote nimepata, hayo majuzi ya nini ambayo wajaja, si ndio? Kwa hiyo sasa, tumewaletea mafuta hayo na sukari, asubuhi mtapika chai. Hayo mafuta tuna hapa na hela mchele, sasa hivi tanua mchele, halafu tunaenda kununua ng'ombe, tuwaletee ng'ombe hapa, mtagawana ng'ombe hapa, nusu hapa nusu ya mikomae eh, mchinje hiyo siku hiyo, mle pamoja vile vile, mpige picha ya pamoja wakati mnapika na kuchinja na kula. Na Uislamu unataka kukumbukana kwa ameshana mema katazana mabaya. Tunafanya hivi ili watu wahamasike, wafanye vitu kama hivi Waislamu wote duniani tufurahi kwa pamoja, tuchereke kwa pamoja cha. Tukitoka hapo tunaweza kununua ng'ombe. Sasa nikupe hela za kununua mchele. Laki moja inaweza kununua mchele kilo ngapi? 30 40. Alafu zingine nika kanua hata vitu vingine vidogo vidogo. Eh. Au unga mkapika chai mkanywa chai asubuhi. Ngano, mkapika chapati au mandazi.